meonyesha msimamo ni kwa mujibu wa kanuni na sheria zake. Kiongozi wa kijamii lazima atokane na mapenzi ya wananchi, na nyinyi mmewaambia hamtaki kuburuzwa, mnataka kiongozi wenu, ndugu mjumbe wa kamati kuliko waliotangulia. Kwa heshima ya Wanakitangiri walionipa mimi nakutolea sadaka Mungu wangu, natoa gari na nitahudumia wananchi bure. Mtu mmoja anakataa, mtu mmoja anakataa, kisa yeye ni kiongozi, kisa yeye ana mamlaka kwenye chama hicho. Nilimwambia hapa mkiwepo na nyinyi, nilimwambia hana uwezo wa kuzuia gari langu, so gari la chama lile, gari ni la kwangu, uwezi kunipangia matumizi yake. Na ili waone ni waajabu, ili waone ni waajabu hawa Chadema ni rafiki zangu sana, na mimi ni rafiki wawote Chadema mpo, mwenyekiti wa mkoa, mjumbe wa kamati kuu Chadema watatupigia kula asilimia mia moja. Sasa kuna mtu mmoja anasema eti, eti hatuwezi kushinda. Em, tupige hesabu ndogo, tupige hesabu ndogo ambayo mtu hajaenda shule anaipiga. Fanya hivi Fanya hivi wana system wananipa uongo. Haya, twende Chadema wananipa, ACT wananipa, sawa sawa, tuko pamoja, wananchi wananipa. Hebu nitafutie, yeye anapata wapi na kwa aliyo anashindaje? Unajua napata shida kusikia eti hatushindi, napata shida ili tunachaje kushinda. Na kuna mtu mmoja anasema hatutangazwi, anasemaje? Nataka niwaambie haya mafuriko haya, hili garika hili, asubuhi na mapema tunatangazwa. Yes, yes, yes. Hii dhahabu hii dhahabu hawakuitaka, si ndio? Hawakuitaka, tunakwenda kule wanakotuthamini. Na ndio maana niliona sisihemu, wakikudhibiti wanafikiri wamekumaliza. Mimi nikaiangalia sheria ya chaguzi, sheria inasema kwanza ndani ya chama, na kwenye katiba nina haki ya kwenda chama chochote wakati wowote, majira yote. Kwa hiyo nikasema, kwa kuwa itaji la wananchi wakati wa Kitangiri ni mimi, na mlango mmoja umefungwa, mlango wa mabanzi, na kuna mlango wa aluminiamu wa kisasa, kwa nini nisende mlango wa aluminiamu wa kisasa yes! Kwa hiyo nimetafuta njia na upenyo wa kukutana na nyinyi, na hatimaye nimekutana na nyinyi kupitia ACT Wazalendo. Diwani ni yule yule, na kazi ni zile zile kwa hiyo ndugu wananchi, kuweni na amani sana. Nimetoa gari ambulance kwa ajili ya kuhudumia wananchi bure. Sikuchoka nikatoa na Suzuki Carry gari ya pickup kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Nikasema hii pickup na yenyewe itafanya kazi bure, mimi na vijana wangu na madereva wangu. Mimi na chuo cha udereva, ukiwa na chuo cha udereva maana yake unahitaji magari mengi ili chuo kikue au ufungue branches, si ndio? ili uwe na magari mengi, lakini nikasema no, pamoja na kuhitaji magari mimi, acha sehemu ya mali yangu niwape wananchi. Sasa ile kilikuu nimetoa kilikuu, wakaja ndugu zangu wa Chadema wanaiomba ile gari iwasaidie kufanya matangazo, nikasema hii gari si yenu, japo nilijua CCM hawatakubali kwa sababu ya uzuzu, kama unauwelewa, sindiyo? Mmoja, gari ni langu, sindiyo? Hivyo naruhusiwa kumpa neye mtaka. Sasa niliwapa Chadema. Chadema nanyewa livokuwa wataalamu wa kuchombeza, wakafunga bendera za Chadema kwenye ile gari, ina picha za diwani wa CCM, alafu bendera za Chadema ilikuwa mziki. <laughs> Sasa nataka niwaambie, ndani ya nusu saa nilipata simu nyingi sana za kutishiwa za kutiwa na ofu kwamba unafanya jambo gani, tunaona gari yako ina bendera za Chadema. Nikamwambia wamefunga na bendera hebu. Hey, zuia haraka sana, utaitwa madili utafanya. Nikamwambia no, nikamwambia gari langu, nikamwambia gari langu bwana, tafadhali sana. Alafu kumbuka yawezekana Chadema wakuwa ananipima kwamba huu ni diwani wa wote au wa CCM, kwamba tukimwomba atatupa atupi akitubagua manake sio wetu. Na mimi kasema huo mtego Chadema wanipati mimi. Ni diwani wa wote, uwe Chadema uwe ACT uwe una chama, mimi ni diwani wa wote. Yes! ndo maana ndo maana napopigiwa simu ya kuna ajali kuna mtu anaumwa, simuulizi wewe ni mke wa, wa, wa, wa kiongozi wa Chadema au wewe ni wa ACT? Siulizi, nachojua wewe ni mwananchi wa kata ya Kitangiri. Na washangoma na kuja usiku pale wazalendo na kesho, asanteni sana wana wa Kitangiri. Niambie jambo moja, uchaguzi wa mwaka 2025 kwenye kata ya Kitangiri ni uchaguzi wa kutuma salamu ni uchaguzi wa kuitumia salamu Chama cha Mapinduzi, ni uchaguzi wa kutuma salamu kwa serikali iliyoko kwa madarakani, kwamba ninyi hamko tayari kuchaguliwa kiongozi mnayemtaka. <coughs> Ni wajibu wenu kuchagua kiongozi mnayemtaka ninyi na sio kuchaguliwa kiongozi na watu wengine. Diwani <coughs> ni mwakilishi wenu, anaenda halmashauri kupigania maslahi ya watu wake Ninyi mnapoona mtu huyu anafaa, serikali inapaswa kuheshimu, chama chochote kinapaswa kuheshimu na kuwaletea mtu ambaye anafaa kwenda kuwatumikia ninyi. Uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi ambao mnapaswa kuweka itikadi zenu za vyama pembeni. Wewe kama ni CHADEMA, weka itikadi yako pembeni wewe kama ni CCM weka itikadi yako pembeni. Wewe kama ni ACT weka itikadi yako pembeni. Chagueni we kiongozi wenu, na kiongozi wenu mnamjua, sio mwingine, ni Donald Ndaro. Kwanza kutoa shukurani zangu kwa mahudhurio mazuri mliyoyafanya, na kwa muktadha huo nina imani kabisa, tarehe 29 tunafanya nini? tarehe 29, tunafanyaje? Ndaro ni wetu, si wetu? Anaingia halimashauri, haingii? Anaingia mapema au jioni? Basi nawaomba sana mlizingatie hilo, na tarehe 29, kama mlivyoaswa na viongozi au na wagombea wetu, amkeni mapema Mwende mka mpitishe Ndaro mapema, tusubirie sherehe.